Ya Citizen. Rais William Ruto sasa anapendekeza kunyongwa kwa walanguzi wanaopatikana na hatia ya kuuza dawa za kulevya. Rais akisema kuwa sheria iliyoko sasa haitoi adhabu ya, ya kutosha. Haya yanajiri huku waziri wa usalama Kipchumba Murkomen akitangaza kuwa kikosi maalum cha maafisa wa polisi wa kupambana na dawa za kulevya na pombe kitazinduliwa hivi karibuni. Smile hula, hula. Katika ujumbe wake wa mwaka mpya kwa taifa rais William Ruto aliweka wazi kizingiti kikuu anachosema kinachelewesha safari ya Singapore, yaani ulanguzi wa dawa za kulevya na uraibu wa pombe. Jumamosi rais Ruto akishuka na mapendekezo zaidi ya kukabiliana na jinamizi hilo, watu wa kuuza madawa ya kulevya heroin, eh, Cocaine. Mtu kama huyo, anaenda kunyongwa. Katika mahojiano na runinga ya Citizen, waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen naye amefungua roho kuhusu swala hilo, akiunga mkono pendekezo la kuongeza makali ya sheria Uh, for, for trafficking and selling drugs. Ile adhabu ambayo vile eh, wanaadhibiwa kotini haileti nguvu kwa wale uh, enforcement officers kwa sababu utaona mtu analipishwa hela ndogo sana kidogo sana. Murkomen akiwatangazia waraibu pamoja na walanguzi wa dawa hali ya hatari. Lakini kuna wale wanaouza pombe haramu ambayo ni kinyume ya sheria na madawa ya kulevya, hawa ndio tumetangaza vita kamili, kuhakikisha kwamba tumepambana na hao. Tunajua kwamba pombe haramu na madawa ya kulevya ni tisho zaidi kwa safari yetu ya kufikia Uh, ulimwengu wa kwanza. Serikali sasa inalenga kuongeza idadi na mafunzo ya maafisa wa kikosi maalum cha kupambana na ulanguzi wa dawa, mikakati ikianza kesho Jumatatu. Uh, Wakenya so uh, uh, uh, wa zaidi ya milioni tatu ni waraibu wa pombe na dawa za kulevya. Emmanuel Toro, Runinga ya Citizen, Nairobi.